Maisha yetu Biblia, yeah, ya. E, maisha ya sisi ya kawaida ni Biblia yenyewe. Biblia ni maisha yetu, ni kitu kipana. Yako maswala mengi ambayo yanahusu Biblia tunayohusianisha na maisha yetu ya kila siku. Mm -hmm. Na bado kama jamii ya Kitanzania tunatakiwa tuendelee kujifunza Biblia, yako mengi ya kujifunza. Uligusia kwamba tutakuja kuzungumzia maswala ya agano. Amina ni kweli. Mimi nikisikia neno agano nakuwa na na uelewa fulani, lakini una ule mwisho wake. Hebu tufafanulie ukisikia neno agano linakuwa na maana gani? Hii twende sambamba na msikilizaji. Ah uh, kweli kwa jinsi ile neno ambavyo limetumika mara nyingi ukisikia agano unaanza kuhisi mapepo, mapepo nini? Mm. La, la, la, la, la, lakini mm, ukweli agano maana yake ni makubaliano mm, ama mkataba covenant. Mm. Naona, agano naona Mungu anaita Mungu wa maagano Mungu wa, wa, wa, wa, makubaliano. Mm. Na unapozungumzia agano agano ni kama makubaliano. Hebu acha ondoa kwanza ile fikra ya ku, ya mapepo na nini na nini. Kwa kawaida kabisa agano ni makubaliano ya pande mbili, na agano lolote lina vipengele vikuu vinne. mm. Nataka tuzungumze agano kwa muktadha ambao utatusaidia leo. Kama leo watu watanielewa, wataepuka wata vitu vingi sana ili mm. maisha mtu anapokuwa magumu, ni vitu tu vitatu anakuwa ame disobey ama hajavifuatilia mm. kwa maana anakuwa hajafuatilia swala la agano, yani mkataba. Lakini pili anakuwa hajafuatilia swala la elimu. E, chochote unachokifanya ukiwa hauna elimu nacho kitakutuletea tu tatizo. Lakini ya tatu ni commitment. Watu wengi hawana commitment ya vitu wanavyovifanya. Kuna uzembe wa uchelewaji, nini, mizaha mingi kwao, watu wanaingia katika shida mbalimbali mm. lakini leo kwa leo kwa agano, agano ni makubaliano. Kama mtu unapomuona sehemu yoyote, hata sisi unapotuona hapa kazini, unapotuona sehemu yoyote, tunakuwa katika mkataba kwao. Hata ndoa ni mkataba, ajira ni mkataba, shuleni unapata join instruction ni mkataba. Sasa kote huko ni agano, watu wanaingia kwa agano lolote lina vipengele vinne. Kama nilivyosema, cha kwanza, kipengele cha kwanza tunakuwa na mapatano ama makubaliano ya pande mm. mbili, aidha mtu na mke au mtu na mume wake, mwanafunzi na shule, kampuni na mwajiriwa. Lakini kipengele namba mbili, inakuwa kuna instruction. Hata shuleni tuna mara tunapewa joint instruction mm. uh, kuna taratibu za kuishi katika hilo agano. Hata kazini tunapewa mkataba, unakuwa na taratibu Mkataba wa, wa, mwenye nyumba pia unakuwa na taratibu, usichole nyumba yangu, lipa kodi kwa wakati na vitu kama hivyo. Kipengele namba tatu, kunakuwa na promises mm. ama ahadi. Agano maagano yote yana ahadi. Ukianza agano la ndoa, lina ahadi kwa tutaishi milele kwenye tutavumiliana kwenye shida na raha la, mm. lakini pia agano la kazini, tutakulipa kwa wakati, tutakupa bonus, sibima na vitu kama hivyo. Agano la shuleni pia tutakusaidia kutafuta field, tutakupa cheti na natu... Kwa hiyo hata agano la Kimungu pia tunavyokuja utaona pia na lenyewe lina ahadi si ndio, eh? Mm. Lakini ya mwisho kabisa kipengele cha mwisho katika agano lolote ni agano la inaitwa physical sign. Physical sign ni ile vitu viashiria viashiria vya kuonekana au vya kushikika vinavyoshikika vya mm. e, tunapoongelea mfano agano la ndoa tunavaa pete si ndio? Mm. Hii ni, ni, ni, ni, ni physical sign kwamba niko kwenye ndoa si ndio? Lakini wafanyakazi wanavaa uniform ni physical sign kwamba huyu ni mfanyakazi, mfano wa nitro explosive, mm, ama wayapi maelekezi. Mfanyakazi wa serikali ana sign zake zinazoonyesha huyu ni mfanyakazi, zinakuwa wazi kabisa mm. Inawezekana ni mavazi, vitambulisho, ni physical sign. Sasa katika agano ambalo tumeagana na Mungu mm. Ambapo nataka sasa watu waelewe, kwanza agano hili tumeagana na Mungu moja kwa moja kupitia mwanaye Yesu Kristo. Mm. Si ndio? Ni agano la mtu binafsi, mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tuna tumeagana na Mungu, hatujaagana na mchungaji, hatujaagana na, ili agano sio la kifamilia, kwamba nikiokoka mimi nimeokoka familia nzima ama kwa sababu ya hivyo. Mm. Ni agano la mtu mmoja mmoja na Mungu. Wakati ukigusia kwamba agano ni la mtu mmoja mmoja na Mungu, mtu binafsi, e, nimekuwa nikipata maswali mengi kwa sababu tupo kwenye dunia ya uwazi ambayo vitu vingi tunaviona. E, tumekuwa tukitazama kuna watu wanafanya maagano ya kukomboa, maagano ya kuvunja maagano, sijui ya kuvunja nini za kifamilia, yaani unakuta ni, ni kanisa au ni mchungaji na wewe umetuambia ni Mungu sasa ambaye anahusika kwenye agano, hebu tufafanulie hapo vizuri vizuri. Na ndo nataka nizame hapo. Na uh, wakati ukiwa unaelekea huko unakuta, mimi naweza nikaenda sehemu mm. ikafanyika ibada ya kuvunja maagano, si ndio? mm. au ya kuweka maagano yeah, e, labda nimeenda sijapona, naenda kwingine, naenda kwingine, unakuta kila kanisa ninaenda likoje hilo? Ndio nataka tuongelee leo, tujaribu kutibu hilo tatizo. Kwa hiyo mm. anayetusikia mm. aelewe kwanza kama tulivyotaja vipengele hivyo vinne, agano lina vipengele vinne. mm. la kwanza ni makubaliano, ya pili tuna instruction, lakini la tatu kuna promises, lakini ya nne ni physical sign mm. Sasa agano hili tuweli ingia kwanza, watu watambue ni agano sio la kifamilia. Agano tumeagana na Mungu mwenyewe katika mwana wake mm. Mwana wake, Yesu Kristo. Umeona, lakini na, na, ni jambo la pili wanalotakiwa kwamba watambue, kuna instruction za kuishi katika agano hilo mm. agano hili instruction yake ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio instruction ya kwanza, na kuishi kwa upendo na, so, so si, na sio kuishi kwa vurugu, kuishi kwa upendo na kwa uhuru na kwa furaha na kuifurahia hiyo, hicho kipawa cha neema ambacho Mungu amekupa mm, lakini tuna promises ambazo tumepewa na Mungu kwa tunazoingia katika agano hili tunapoingia katika agano hili ndugu yangu, cha kwanza, promise ya kwanza tumepewa uzima wa milele. Hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ahadi, ahadi tuliopewa na Mungu, uzima wa milele e, na unajua Mungu ni mwaminifu. Mm. Lakini pili tunao msamaha wa dhambi katika mwana wake Yesu Kristo. Mm. Kwa hiyo tunakuwa tunapoingia katika agano hili tunapata msamaha wa dhambi. Mm. Lakini pia tunakuwa tunaulisi uzima wa milele lakini jambo la tatu na la muhimu, ya kwamba tuna ahadi ya kulindwa. Mm. Lakini tunafanyika watoto wa Mungu Umeona, hizo ni ahadi ambazo ziko katika agano hili tuliloliingia Mm. Sasa kwa kuto kujua mtu wa leo anaamua ana, ana kufanya na yeye hizo mm. Unaona hizo ibada za ukombozi ambazo zimezidi kuenea mm. tumekwisha kukombolewa mara moja kwa mujibu wa agano tulionalo, ukombozi ni mara moja. Ukisoma Wakolosai ile sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu hadi wa kumi na nne anaeleza Yesu Kristo alitukomboa akatuhamisha Umeona? Wewe, mm. tena mtu amekwishahamishwa, yuko katika familia ya Kristo, ni mwana wa Mungu huyu. Hafai kukombolewa. Na ndio maana unaona watu wanaoendesha hizo ibada mara nyingi, hata hata hamna mabadiliko makubwa yanayotokea katika maisha yao mm. kwa sababu si halali, na ukisoma Biblia, umewahi kumwona nani mwingine amekombolewa mm. zaidi ya ukombozi unaosemwa na Yesu Kristo? Huo ndio tuliopewa sisi, ni wana wa Mungu Umeona? unapokuwa Mkristo, maanake umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Mizimu ya kwenu inakufata ina, ina vipi? Ukisoma kule kwenye Waefeso anasema tumeketishwa juu pamoja na na Kristo, Kristo, Kristo anasema Kristo anaishi ndani yetu. Ina maana maana mpaka wewe uje uchukuliwe na mizimu, ina maana Kristo alikuwa wapi? Ni kuto kufahamu. Ndio maana kama niliposema mara ya kwanza mm, jambo lolote ukiwa hauna elimu nalo unateseka. Haya ni mateso ambayo watu wengi wanawapa kanisa, kuvunja agano, agano hili tulipoliingia, ndugu yangu kuna mambo matatu ambayo, hebu tuelezee wokovu. Ni mambo tisa lakini mm. matatu unafanya wewe msikilizaji, matatu anafanya Mungu na matatu mnafanya wewe na Mungu. Nataka na nielezee wokovu, wokovu ni mambo matatu unayoyafanya wewe. Ya kwanza unamwamini Yesu Kristo, ya pili unatubu Mona. Mm. Unapomwamini Yesu Kristo, ya pili ukatubu, ya tatu ukageuka, ukaanza mwenendo wa kuishi sasa kwa upendo. Hayo ni wajibu wako siku utakaochukua hiyo hatua Mungu siku hiyo siku hiyo anakusamehe dhambi zako zote, lakini Mungu anakufanya kuwa wewe mtoto wake, lakini Mungu anakuhesabia haki bure, anakuadapti. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anasema nitawalinda, anatulinda, tunalindwa kwa njia ya Yesu Kristo, kwa njia ya imani. Hatuna haja ya kutembea na picha ya mtumishi, lakini hmm mkristu mbatizwa au Mkristu ambaye ameokoka na tayari ana agano na Mwenyezi Mungu na la kulindwa, ndio analindwa na Mungu. Tumeona kwenye makanisa, anaenda anaombewa na anakutwa ana mapepo na yanatoka, na tunaona yanatamkwa, yanasema anaongea, nini shida? Ndio maana nikasema, katika agano kuna instruction ambazo zinatakiwa uziishi, unapo hata kama umeajiriwa. Neno agano, msikilizaji usilichukulie kipepo pepo, kama tulivyozoea makanisani kwa agano linavunjwa. Hapana, ah, agano pia linatakiwa lifuate instruction. Kuna mm, instruction unazotakiwa kuishi anasema mdumu katika hiyo imani. Unapoendelea kudumu katika imani, pepo hawezi kukuingia. Lakini hii wasiwasi mm, hofu zinasababisha unaweza ukaingiliwa na wapepo, kwa sababu tunasema U, u, u, wokovu ni, ni transformation. Mm. Ya wokovu ni kwamba ni, ni umemwamini ume Yesu Kristo siku hiyo, roho yako ilibarikiwa il, il, il, roho yako il, ilioshwa roho inakuwa iko vizuri, changamoto iko katika elimu, sawa mm. Kwa, we kitendo cha kuwaza kama unaweza kulogwa tayari tu unakosea, unakosea agano. Agano hili umeagana na Mungu, una haki ya kulindwa, wewe ni mtoto wa Mungu. anatakiwa afanyeje? Anatakiwa arudi katika Biblia. mm. Uelewe kwanza. mm. ili agano ni agano la na namna gani wewe. mm. huna haki ya kugombana na pepo, Yesu ndo anagombana na pepo, sio wewe. Wewe huna nguvu hizo, na ndo maana umemwamini Yesu. Kwa hiyo mwenye wajibu wa kugombana na mapepo ni Yesu zaidi, na ndo maana hata Biblia ukiangalia, haya mafundisho ni mm. mafundisho potofu, kwa sababu hata Biblia, shetani na mapepo hawajazungumziwa sana. Utakuta mtumishi wa Mungu anafundisha jini Maimuna anavyoishi Hmm, siku za kuzimu nani, maisha ya kule kuzimu, hmm, lakini kwenye Biblia hajaandikwa anakusafishana nyota havijaandikwa, lakini Biblia nzima inamtambua Yesu Kristo ndo kama mkombozi mwenyewe. Tunapomwamini Yesu Kristo, ametangaza uhuru kwa hawa watumishi. Kama wanasema ni watumishi wa Mungu, basi tunasema Biblia Kidigitali ni issue za kibiblia tu. Ni nani mwingine amewahi kuoshwa nyota kwenye Biblia? Ni nani mwingine unaona amefanywa ukombozi? Unaona poa, akiwaandikia Watu, wasomaji wake anasema watakatifu walioko sehemu fulani. Maombi yake anaomba wafunguliwe fikra, unaona wapate kumjua huyu Kristo. tunapo na yeyote anayefundisha haya maswala kwamba anataka kuja kukukomboa, hebu muulize kifo cha Yesu msalabani kina faida gani? kama mimi naweza kujikomboa kwa pesa zangu, kama mimi ninaweza leo hii mm, kuvunja laana, sababu laana ni lazima ufe na Yesu ndio maana alikufa kwa ajili yetu. Sasa kama pesa ama sadaka inavunja laana ni sadaka mm. ya Yesu Kristo, lakini sio sadaka ya fedha zako. Lakini tumekuwa tukiziona shuhuda testimony, wanakwambia nimekuja hapa nime umenivunjia agano fulani na nimepona, angalia, ninamiliki gari ninamiliki nyumba, tumekuwa tukiwaona <laughs> mtumishi nikwambie mm. kitu mm. Ma hata basi, kama ni issue sio mafanikio, ni mafanikio haya yanapatikana vipi? mm. Inshu, kama tunaamua kufuata Biblia tufuate Biblia, sababu hata watu, watu kwa waganga wanapona. Aha. Ya, watu kwa waganga wanapona na nataka nikwambia, serikali inapenda tutoe kodi je? yes, serikali itamvumilia mwizi anayeiba ili alipe kodi? Hapana, serikali inataka kodi mm. Kwa hiyo hata wao sio inshu kupona e, kama tunakubali shetani anaweza akaweka akakusababishia madhara anaweza <laughs> pia akasababisha uponaji kwa ajili ya jina lake pia yeah. e, kwa hiyo sasa tunataka kusema mm. sio issue ishu sio kupona, ishu sio muujiza hata. mm. Wakati wa Farao watu walitenda miujiza, Musa alivyoleta nyoka na wengine wakaleta, walipoleta chura kile. Sasa tuangalie chura hao, mm. walitokana na nini kwa haya ma, ma, ma, mambo. mm. Tatizo sio kupona, tunaangalia unapona kwa njia ipi. Sasa mm. hata mganga wa kienyeji kani, hawaponi waganga wa kienyeji? Ukienda kwani haufanikiwi, haupati pesa? Ili tujenge uelewa wa pamoja, natamani mm. kujua mkristu ambaye ameokoka ambaye ameweka agano na Mwenyezi Mungu kupitia yeah. damu ya Yesu Kristo yeah. au Mkristo mbatizwa ambaye yeah. ameweka agano pia anatakiwa aishije yeah. ili aendelee kuwa kwenye hilo agano ah. au yale matunda zile ya ahadi azione anaziona ah, mm. na zinapatikana kama nilivyosema, na nashukuru ume, ume, umezungumzia mpaka habari za kubatizwa na nini kama physical sign. Mm. ya kwamba nimelikubali ile agano, maana wanaobatizwa unanena kwa lugha mpya na vitu kama hivyo mm. Agano lolote linahitaji obedience instruction. mm. Wewe unatakiwa Mkristo yoyote asi, mimi nataka niseme usihudhurie katika hizi ibada ambazo zinamtoa Kristo, zinakuweka wewe, kwa maana ipi? mm. Ananyofolewa Kristo katika moyo wako, inawekwa sadaka yako, kwamba ndio ina uwezo wa kutetea kitu ambacho si halali. Kristo ndio mtawala wa vyote. Ili kuepuka hili, tudumu katika imani. Anasema tukidumu katika ile imani na kuishi kwa upendo tukiendelea kumwomba Mungu mambo haya hatutokuepo nayo, kwa sababu imani yetu sisi ni Kristo. Anatakiwa kukaa ndani yetu, sio pepo na tulipompokea Yesu. Ni, ni Yesu ndio anatakiwa kukaa ndani yetu hmm. lakini pili, tunapaswa kufuata instruction zile zilizoandikwa kwenye Bible. Kuna instruction za maisha, anasema sheria kuu ni upendo, kuvumilia hmm. Tusienende tena katika mambo mabaya, kwa sababu sisi tunamwakilisha Yesu duniani hmm. Lakini Yesu pia anatuwakilisha mbinguni, anatuwakilisha kilo yeye yeah, anatulinda, tunalindwa mpaka hata ile siku ya ahadi ya, ya, ya mwisho wa, wa ulimwengu tutaendelea kulindwa. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba agano lolote lina vipande vinne, wa leo leo ni makubaliano ya mtu, lakini pili ni instruction. Changamoto tulionao wa Kristo ni kwenye instruction hizi, ile instruction hatuzifati na ndio maana tuko tayari kufanya vitu ambavyo hata kwenye Biblia havijaandikwa. Haya twende moja kwa moja kwenye mifano halisia. Mkristo akishaokoka. Yeah. Aishije? Yaani nataka tujue mifano ile halisi labda asifanye hiki afanye hiki asifanye hiki afanye hiki. Ah okay. Na anajuaje kwamba hapa analindwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ni agano lake na Mungu. Ya yeah, ni agano kwanza alitambue agano la Mungu. Sasa Mkristo anachotakiwa mm. -hmm. kukifanya anacho mm -hmm. baada ya kuwa amemwamini Yesu mm -hmm. ni kuendelea kuishi kwa kusoma neno la Mungu. hmm. Awe mtu wa maombi na maombi haya yawe kulingana na neno la Mungu. hmm. Akili maombi yenye mabadiliko ni yale yenye kukili neno la Mungu. Kimfano usikili kamba wewe ni mdhaifu. Baba mimi ni mdhaifu, hapana. Na kushukuru Mungu kwa kuwa umenichagua kuwa mwana wako, umeweka utakatifu ndani yangu, ninaweza kuwa mpole, ninaweza kumiliki. Baba ulisema sisi tutazaa Baba ulisema sisi uchumi wetu utabariki na aona ukinibariki, kili zile ahadi ambazo Mungu amekupa usi, e, usiende kinyume na na neno la, la, la, la, la Mungu mm. e, nakushukuru Mungu kwa sababu mimi nimbarikiwa, mm. Nakushukuru Mungu kwa sababu umenitakasa weye, mm. Yeah. Kwenye Petro anasema kwenye Petro wa pili sura apili, na nakushukuru na, na Mungu kwa sababu, kwa sababu ya uungu wake na utakatifu wa Yesu Kristo umetufanya sisi tuhesabike watakatifu, mm. kwa hiyo hayo mambo yanapidi Mkristo awe anayazingatia anakili kile ambacho Mungu na Biblia imesema mm. na aache hivi vituko vya kukili kwamba yeye analaana. Mtu aliyeokoka hawezi kuwa analaana, hawezi kufuatiliwa na mizimu, kwa sababu yupo ndani ya Kristo, ameketishwa juu, amehamishwa mm. na hizo ibada hazipo. kwa hiyo tunapoendelea kuzishiriki na kukili kwamba ukishakili kwamba wewe kwa sababu hata ili agano anasema kwenye Warumi kwamba ukimkili Yesu Kristo kwa mdomo wako na kuamini kwa moyo wako mm, utaona wokovu, na kinyume chake ni hivyo. Ukikiri kwamba wewe una laana mm, unafatwa na mababu, hivyo vitu vitaweka katika maisha yako, lakini ukimkiri Kristo, mambo yata, yatabadilika. Yes msikilizaji, tukwambie kwamba tunaye mtumishi wa Mungu hapa, anaendelea kutufafanulia mambo ya kimungu, mambo ya kimaandiko. Kumbuka tunazungumzia masuala ya laana na tayari ishafika dakika Uh, thelathini na sita. Hapa tunaelekea ukingoni, kwa sababu muda wenyewe sio rafiki sana, na kama kuna swali lolote ambalo unatamani kulijua kutokana na haya mazungumzo ambayo tunaendelea nayo hapa, wewe tuandikie kupitia sifuri saba moja nne ishirini na mbili ishirini na tisa thelathini na sita. Kumbuka kipindi ya wani ni kutoka kanisani, na mimi ni Stanley Skiombo, nikiwa na mtumishi hapa, tunaendelea mtumishi hmm. Umegusia vitu vingi mpaka imefika wakati, uh, watumishi wa Mungu, kwa maana wana wa Mungu, binadamu sisi wa kawaida ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na maagano ya yakaja ya ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo, imefika wakati mpaka saa hizi sisi wa Kristo hatujiamini. Ukisikia unaumwa kifua tu, hata kusema Yesu ni okoe uweze kusema unaamini, unaenda kwa mtumishi fulani anakuombea, si ndio? Uh, ukienda kule siku mbili tatu, hujapata nafuu, unaenda kwingine. Nataka uzungumzie na watu wao, lakini jambo la pili imefika wakati kuna watumishi wa Mungu mpaka kuonana naye washaweka kiwango cha fedha, ili umuone na sadaka yake inajulikana ni kiwango fulani, ili uweze kupona. Tuanze na awa Kristo wa kaida, mpaka imefika wakati mtu anajiogopa kwamba nisipite hapa nitarogwa, sifanye hivi yeah, nini nini, na wakati tuna ukombozi mkubwa, Yesu ndani yako mm. Jina la Yesu ni quality power. Mwanzo unatakiwa ufahamu ni quality power inayojitosheleza mm. Na alafu Yesu alitukomboa na laana na ya, ya torati na vitu vyote mm. Hapa kilichokosekana obedience ya agano. Hautaki kuamini kulingana na kile kilichoandikwa kwenye mm. Biblia biblia putam... wewe acha, wewe unajitambua kama nani? Biblia inakutambua wewe kama nani? sisi tulio ndani ya Kristo kwa mujibu wa Biblia sisi ndo wana wa ufalme, wana wa Mungu mm. uhitaji kwa hiyo wewe huhitaji kuwa na mtumishi ambaye unataka kila unapo tatizo unaombee alafu hii mm waelewe ili agano la mtu mmoja mmoja, alafu wote tuna fursa sawa mm. kumwendea Mungu sawa. Kwao tujiamini na tuliamini neno la Mungu, sisi ndo watoto wa Mungu wenyewe. mm. sisi hatulogeki, sisi hatusimbulii na mizimu. hapo hapo mpaka nafika wakati nakuta ni, ni mtumishi wa Mungu ndani yeah. kwake, amevaa nguo inapicha yule mtumishi wa kanisa lake kitandani anakolala, akifunua ni picha yake, akienda wapi unakuta ni picha ya saini zote zile ya, ya. Nataka niseme mtu mwenye tatizo hilo nimsaidie. mm. ni kwamba mm -hmm. ana tatizo la kutokuelewa agano lake mm -hmm. lakini pia ana tatizo la kuamini sana watu kuliko kumwamini Mungu na Biblia mm -hmm. Yesu anachukuliwa mateka. Unajua Yesu mwenyewe akasema, sintawaacha yatima na kanisa baba yake ni Yesu unajua, eh? Yaani, yaani, watu walio ndani ya Yesu mm. wamebarikiwa. Wa, wa, wa, Sasa kanisa alijawa yatima kiasi hicho mpaka tutembee na picha ya mtumishi ndani au kwenye singrendi kutembea na mafuta. Na hivyo vitu hawajavifundisha Yesu. Na ili tuokoke na maswala haya huwa nasisitiza usifuate mm. mtu anachokiongea sana. Fuata kilichoandikwa. Mimi na hata aje mtumishi yoyote nataka nikwambie ukweli. Mm. Hakuna laana ndani ya aliyeamini. Hakuna Kuokolewa kwa yule aliyeamini endapo ataishi kwa kufata instruction, akidumu katika imani ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akijitambua sawasawa na Biblia. mm. Sadaka yako haiwezi wewe ikakupatanisha na Mungu, ni Yesu Kristo ndiye anayekupatanisha. Lakini kwenye kwenye hilo kwa watu yeah. wengine wanakwambia huyu bado ana imani changa, hawezi kujiombea akapambana na, na mapepo akapambana na nini. Hakuna mwenye imani changa, kwanza tunatumia imani ya Kristo, sio imani yetu, imani iliyo katika Kristo Yesu mm. ndio inayotuokoa na swala hili la kutokuwa na elimu na, na kama nilivyokuambia mm. changamoto walizo, tulizo nazo kama kanisa, nimesema kutokulifahamu agano mm. kutokuufahamu ukweli mm. na kutokuwa commitment. Haya mambo matatu ukikaa vizuri, ukilielewa agano ili tulio nalo agano jipya, lakini ukawa unaufahamu ukweli, ukweli, shetani hana nguvu juu ya muumini, shetani mm. hata laana ifanyi kazi ndani ya muumini. Yani, tukielewa Yesu Kristo kwa nini afe msalabani mm. kwa nini afufuke, hatutokuwa na matatizo kama haya. Na hizi ibada sehemu kubwa ni, ni upigaji. Na wengine ni waonye, hapa kama mtumishi wa Mungu mm. nawaonya wale ambao wanapenda kuchukua, amekaa amesikiliza tu mtumishi fulani na yeye huyo kaachukua mm. yo mafundisho kaenda kufundisha mm. kulizuka hapa miaka ya themanini hapa mtumishi kama watawazee wa zamani watatushuhudia mm. Haya mafundisho potoshe yalikuwepo. Kuna mafundisho potoshe yanayohusu siku ya mwisho, siku ya mwisho wa dunia mm, unakumbuka ilitesa kanisa hilo fundisho mm, likatesa kanisa watu wakaacha mpaka kazi mm, mwaka fulani utakuwa ndo mwisho wa dunia vitu hey, hey, waka waka vyao, watu wakasubiri kwa hamu kwamba ukifika, lakini mm, ukiangalia Biblia ilikuwa haina maelezo kabisa kuhusiana na hayo mambo waliokuwa wakiyafundisha mm na hata juzi kati kama nimesikia kuna mm. mtumishi mmoja alitembea na waumini wake na, na, na boti hadi katikati ya, ya mto akamwambia, imeandikwa Yesu alitembea juu ya maji, shukeni tutembee juu ya maji <laughs> <laughs> kwa hiyo hapo maarifa ni maarifa mm. yani, kinachowatesa kanisa leo mm. ni uvivu wa kusoma Biblia mm. ni wavivu kutafuta maarifa. Wewe unaisikiliza, unayenisikiliza kokote ukiwa kwenye mitandao ya kijamii ya Biblia Kidigitali ikiwa katika redio jamii na naukokote naponisikia, ukweli wa mambo unapatikana bado kwenye neno la Mungu tu, na ukweli wa mambo Kristo alichokifanya, Biblia nzima mtumishi, inamuhusu Yesu mm. na Yesu, Agano la Kale lote Yesu ametabiliwa kama mwana wa, kama Masia ajae, mkombozi wa ulimwengu mm. eh? na mtu ambaye atatukomboa wanadamu, lakini unaliona hilo linatimia katika vitabu vile vya vya Injili tunamuona mm. yule Emmanuel aliyetabiliwa ametokea, sasa ametokea mm. E, bikira amechukua mimba sasa. E, u, u, kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 24 Yesu alipofufuka anawaambia, haya mambo yaliyotokea yalitabiliwa katika Zaburi na nani, kwamba siku ya tatu Kristo atafufuka. Tumeona amefufuka mm. Sasa ukielewa kwamba Yesu kwa nini Biblia yote ile, Biblia kweli ni kitabu kia, kinachofaa kufundisha habari za Yesu tu mm. na ukombozi, akifai kufundisha vitu vingine mm. Kwa hiyo ukielewa okay, tumekombolewa. Yesu alichokifanya aliondoa ile torati, alitufanya wana wa Mungu mm -hmm. Aliturudisha Edeni ile ambayo tu, tuko na Mungu sisi, tunakaa kwa Mungu, kwa sasa tuko ndani ya Mungu na Mungu anatembea na sisi mm -hmm. Hata kama bado tuna mapungufu ya kitabia, transformation ni taratibu. Paka leo tunaendelea kufanya nini? mm hatujaweza -hmm. hatujaweza kubadilika mm -hmm. Kweli mapungufu kama wanadamu tunaweza tukawa tunaendelea kuwa nayo. Hasira sometimes na Mm. Umeteleza kwenye kao malaya kwa sababu ndo ulikuwa huko, lakini hiyo isikufanye ukamwacha Yesu, mm. Ni unatubu kwa sababu msamaha tulionao ni wa milele, tunatubu, mm, na tunaendelea kumwomba Mungu, tunaendelea kuweka juhudi za kuomba, kusoma neno, hatimaye tunavuka transformation, inaishia siku tunaokufa, mm, mabadiliko yale. Kwa hata mtumishi sometimes anaweza akatokea akawa ana changamoto labda kwenye eneo fulani, lakini hiyo nikwambie shua kwa mujibu wa wokovu anakwenda mbinguni japo unaweza kudhani ni uongo, lakini ni ukweli. Wokovu mm. ni assurement. Hata haya mapungufu Mungu anayajua. Mtumishi wa Mungu, una vitu vingi vya kutufundisha ambavyo ni vya kuikomboa jamii yetu, yeah. Kuwaongezea maarifa, mimi nasema maarifa yeah. Ila muda wetu ni ukuta, tunao waimbaji wanatusubiri hapa, nataka na wao e, wamtumikie Mungu kwa namna hiyo amina. tumalize sasa Kwenye kumaliza natamani sasa, utuambie unapatikana wapi, namba za simu kama inawezekana, kwa wale ambao wanatamani waendelee kujifunza wapate maarifa, ili waendelee kupigia, utatutajia pia. amina, amina. Mm. Aa, kwa sehemu ya haraka kwanza nitaje namba ya simu yenyewe, mm. ni 0783 0783 0783 06 06 72 72 97 97 hiyo yeah, ni Airtel. Tuirudie tena kwanza hiyo kwa yule aliyokuwa anajiandaa kuandika. Eh, sifuri, okay, ni 07 07 83 83 06 06 72 72 Tisa, saba. Tisa, saba. Lakini haya yeah, mafundisho yanapatikana wapi zaidi zaidi? Haya mafundisho tumechambua vitabu vingi katika platform yetu pale YouTube mm. Ukienda pale andika Biblia Kidigitali, Biblia, Biblia Kidigitali. Kidigitali. Kidigitali. Yani, mambo yanahusu, tunasema hivyo kwa sababu tunafundisha Biblia tu inachokisema mm. E, so kufundisha watu siku za mapepo si pepo, pepo wanakula nini, ambavyo vitu havipo kwenye Biblia hatuwezi kukivisema mm. Utaniuliza reference umetoa wapi mm, ya pepo wanakula damu na nini mm. Lakini Bibilia kidigitali YouTube, Bibilia kidigitali Telegram, mm. Bibilia kidigitali Instagram, mm. Facebook. Lakini hiyo namba nilotaja pia ina WhatsApp group ambapo, mm. unarusha vipindi mbalimbali mbali. mambo mbalimbali mbali. hata kipindi kitaruka huko, nitumie ujumbe wa kawaida, afu nikuadi katika hilo group. Nairudia hii namba kwa sababu ni muhimu, mm. ni sifuri saba sifuri saba nane tatu nane tatu sifuri sita sifuri sita umeshaandika sifuri sita saba mbili saba mbili tisa saba. Eh, 97. Ya, yeah. Basi mimi ni waage mm, niwaambie wakristo wenzangu, hamna laana. Mmemwamini Yesu Kristo, nyinyi ni wana wa Mungu. Hamkombolewi tena, nyinyi ndio wabarikiwa na nyinyi ndio kanisa ambayo Mungu analipenda. Tuongeze maarifa kwa kumjua huyu Yesu Kristo, tusiwe wateja wa vitu vya kiroho ambavyo tumepewa bure. Sisi sio yatima. Bwana, mm, yuko na sisi. Amina. Maliza kwa kutaja jina lako. Jina langu ni Anili Blaster. Ukiandika Anili Blaster kule utanipata Blaster kwa sababu ya technique, kwa sababu ya kazi na wamefanya, mm, lakini